Nachoweza kusema ni kwamba ishu ya talaka iko hivi, ni kwamba alishanipeleka mara kadhaa mahakamani. Alifungua kesi kwa ajili ya kuachana na mimi, ya kuomba talaka ili niweze kuachana naye. Alifungua kesi ya kwanza ilikuwa ni Kisutu, akaweka mwana sheria nami nikaweka mwana sheria, tukapambana, lakini mwisho wa siku nilishinda ile kesi ikawa imefutwa akafungua kesi ya pili Kisutu, akafungua tena, lakini sasa mara zote mimi nikawa nazuia kutoa talaka, alafu mwenzangu anataka talaka. Kwa maana hiyo mpaka hapo, unaona kabisa kwamba mapenzi yamekwisha, na mapenzi yakiisha hayalazimishwi. Kwa hiyo mi nilichokifanya, hii alipofungua tena kwa mara nyingine, ikabidi nikubaliane na vile ambavyo yeye ameandika na mwanasheria wake. Sasa nikaona hata kama nitaendelea kukataa kutokutoa talaka nini faida yake na itakuwaje? lakini hapo hapo ukiangalia upande wa pili, Mungu anasema anachukizwa sana na kuachana. Kuachana sio jambo jema, kuachana sio kwamba watu watafurahia, ni kitu kibaya. Lakini sasa inakuwa haina namna na hakuna jinsi, nitafanyaje kama mwenzako hataki kuendelea na anataka talaka, inakuwaje? Sasa kwa basi, mi nilifikia hatua na uamuzi wangu wa mwisho, nika nikashirikisha familia yangu na watu wangu wa karibu, nikawambia kwa tulipofikia kwa, kwa sasa hivi mi naona tu acha nikubali. Make hata niking'ang'ania haina faida. Kwa hiyo na mi nikakubali mbele ya mahakama, vitu vilivyokuwa vimeandikwa kila kitu, basi mahakama ikapitisha na tukawa tumeachanishwa kama mke na mme, ikawa kuanzia pale sio mke na mme tena, na tukawa tumegawanyishwa vilivyokuwepo kila kitu, na utaratibu wa familia ule. Flora anataka kuolewa yapo kwenye process za kuolewa sasa hivi na mambo yanaendelea yako vizuri tu. Kwa sasa watu wengi wanakuwa wananitumia mi message, wanani gas yani kunitumia zile message, "Mbasha vipi, unakubaliana na hichi Mbasha vipi?" Yani nikifungua WhatsApp nikifungua huku nakutana na ma message ma comment ya hizo ni kwamba inakuwaje inakuwaje inakuwaje. Sasa nikao naona sasa kama vile wananisumbua sasa, mashabiki. Sasa mimi nikaona tu niandike kwenye Instagram yangu kwamba bwana Uh, toeni uh, michango acheni blabla bla, wacha waone, umeona kwao. <laughs> Nikafafanua tu kwamba pale, najua watu wengi wanaona na watu wengi wamenifollow wanaona. Kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba watu watoe michango, wasianze kuja upande wa pili, upande wangu mimi. Na mimi nahitaji kutuliza akili yangu, nahitaji kutulia, ni nifurahie maisha sasa. Mtu anakuletea hichi hichi hichi, vinanikosesha la, wacha waone. Ni maisha ambayo ameyachagua yeye mwenyewe Frola, ndo maisha yake ambayo ya ameona sahihi.